Nyinyi mtakuwa mmeshajenga stendi pale, na kama hamwezi, watajenga watakao kuja kujenga. Wale wote wanaokwamisha ujenzi tutawaondoa. Hatuwezi kuendelea hivi, maanake kuna mtu alikwambia ni kwamba hii milioni moja mliopewa, basi nyinyi mnaamini ah, sisi ndio tuna haki? Nani alikwambia? Maeneo mengine ya Tanzania yahitaji hiyo bilioni moja. Nani? Toweni hapo, tutapeleka mvua, wala hazihami. Haki ya Mungu, hazihami Morogoro. Mi mwenyewe ntaenda kuzitetea halmashauri kama nini taenda kuzitetea na wale hawataki, tusipeleke mvua Morogoro gorogorovijau tusipeleke Ngerengele, ndio hapo mtajua. <coughs> hii miradi miwili iishe bla bla, hatuwezi kutoka kaa miaka na miaka ule mradi wa Mikumi sana. Taarifa bara ataisoma baadaye. makubaliano ya kupunguza kitu tunaita NTBs, non-tariff barriers yanasema kwamba kwenye makubaliano ya nchi za, za, za SADC kutoa mzigo kutoka bandari ya Dar es Salaam kupitisha kwenye barabara za Tanzania mpaka unapoingia Songwe huku kuna non-tarif baria ya karibu hamsini. Non-tarif baria ni sehemu a gari kipita, inasimamiwa, inakaguliwa mara hamsini kutoka bandari ya Dar es Salaam mpaka Songwe. Uu, SADC wamekubaliana na serikali ya Jamhuri ya Muungano, baria ziko nne. Gari likitoka bandarini linasimama kwanza Vigwaza katikati alisimamishi Pokote. Likitoka Vigwaza linasimamishwa Mikumi, likitoka Mikumi linasimamishwa Makambako, likitoka Makambako haisimami tena mpaka Tunduma. Vine from 50 imewapendeza kuchagua kulifanyia bari ya moja wapi Morogoro. Yale magari hayawezekaja akabaki anasimama bandarini kama nini barabarani kama anaposimama sasa hivi. Na alivyosimama hata moja barabarani kwa sababu nyinyi mtakuwa mmeshajenga stendi basi. Na kama hamwezi, watajenga watakokuja kujenga. Wale wote wanaokwamisha ujenzi tutawaondoa. Hatuwezi kuendelea hivi, tunakuaje? Jambo hili tunakaa nalo miaka mitatu, leo tumemaliza, na nyinyi mtaweka kwenye kwamba tumeliweka huko ndani na kama shida yenu ni nani basi, mi nitakwenda kwa waziri wa fedha, nitakwenda kwa katibu mkuu, nitakwenda dunia nzima, ikibidi niende kwa rais, nipate hiyo hati, nyi mjenge hiyo. Nakwamisha maendeleo ya wananchi, kwa sababu ya mambo ambayo hata hayaeleweki. Ana anahuzuni bado. Mi na tatizo na Kilosa, na hasa yeye, viongozi wa katikati, kuna malalamiko yenu, anakuja k unaleta barua jibua una liji nawaita, unajadiliana, nafikiri ushajua nachokizungumza, eh, unajadiliana, nakubaliana, alafu hamtekelezi miewewa sasa, na hiyo inaonekana ni insubordination ya ofisi ya kwangu kuna mtu alidai hapa ya kalalamika, nikaleta mapiga masimu lelelele, mwisho nikamua nilete barua jivu, nikakawia kuja, nikamua niwaite tukazungumza, sijui wako watu wale tulozungumza. Eh, tukazungumza mkakubaliana kwamba basi baadaye mkae mkubaliane na yule mzungumze pamoja, mpaka leo yule ananipigia simu, Kilosa hawajanita sasa hiyo sidharau kwa rasi, tufanye hivyo kwa sababu vinginevyo, na mimi nitatumia nguvu, nikitumia nguvu nitaumia. Nimekwenda na ile diplomasia siasa isimwanasiasa, ili tuelewane, ili tuweze ku huko kwenye mazungumzo na TRC na watatupa fedha kwa ajili ya uanzishwaji wa kongani ya viwanda katika kata ya Mijiri kwa ajili ya kukusanya haya mazao ya mboga mboga. Sasa na si tu hiyo itajumuisha ita kata zote za wilaya ya Kilosa ambazo zinafanya kilimo hiki cha mboga mboga. Sasa hivi sekta hii ya madini Kilosa inafanya vizuri sana, na kwa taarifa tu, sasa tuna kituo kikubwa cha uuzaji na utaalamu wa madini ambacho tunaamini kabisa kabisa itakuwa ni kichocheo cha ongezeko la mapato, tena kituo cha kisasa tofauti na vingine vingine vilivyoanzishwa miaka mia iliyopita na nafasi leo ugepita ukaona pale ukajionea alikuja m pale hakuamini kama kitu hiki kiko kiita ama a alifikia pengine itama enginenie imekuwa ni mkubwa. Tuna- tunazo changamoto. Tumekuwa na wawekezaji wengi wa madini lakini halmashauri hawaja watambua bado. Tumesha waagiza waende wakafanye wakafanye analysis ili kujua tuna wachimbaji wangapi.